Acha niongeze. This man! Hi. Hi mambo. Asante. Uko freshie? Asante. Unaenda api? Unaenda soko. Unaenda soko? Naeza kusindikiza ama utaki stranger pale? Niko sawa. Uko sawa? Okay, okay, okay. Mine ito Fred. Mine ito? Mine ito Ivy. Ivy. Nilijua lazima jina yako iko smart. Mbona? Because unaka Ivy. Unaka Ivo. Hey. Okay, okay, naeza ku request a favor?

Si tunonge kuja. Okay basi. Dogo tutuonge kama tu watu watu wakubwa. Si watu wakubwa hapa hivi. Sasa sasa sasa tupigane. Mimi Mimi mimi sijui. Na na si eh? Na mbona mbona unanipiga? Unanipiga? Juu unataka mechi. Kwani mechi ni kwa kunyimana? Eh. Eh? Siwezi kulala na wewe. Unakaa. Mtu anakaaje? Wako na do. Do tu unataka? 15. Hii ni nini sasa? Chukua pesa yako. Mimi si every day tuna pedestrian. Mimi ni pedestrian. Kwani ona, si ninakupatia doa, unakataa doa. Zii, sitaki pesa yako. Doa. Sitaki. Ona, nini? Ona, tunaongea kama. Zii, chukua pesa yako. Ivi, unafanya hivyo? Ivi, ivi, ivi, niko kuto wala, niko kuto wala, niko kuto.

Jutu nime request. Hey, up, hey. Oh, madam kido. Oh, na basi, na basi basi basi basi sawa. Sawa. Naongeza. Acha Acha Acha niongeze, niongeze, niongeze pesa yako. Hakuna na na mbaya. Mimi kwa siwezi tuongee. Siache nichukue namba. Si kupata namba yangu. Siache basi nichukue namba. Bona, msichana usikiwe na hiyo roho? Bona si una behave hivyo? Sio sema, wewe siwezi hata nikijaribu aje stack. Hata nikijaribu aje aje huwezi pata. Hey, Ufanya aje? Ona basi.